Watu walio na tamaa ya pesa wameua watu walio na pesa ili wao wabaki na hizo pesa. Na hiyo ni kosa kubwa, na hapo ndio wengi wameangamia kabisa. Uweza kusoma katika kitabu cha Midali sura yake ya kwanza mstari wa kumi na moja, eh, kumi na usome tu wa kumi na tisa ambao unasema hivyo ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali uondoa uwai wa hao walio nazo. Tafsiri jipya inasema huo ndio mwisho wa wote ambao wanajita, wanajipatia mali kwa ila uondoa uwai wa wale wenye mali, wanawezazie sana. Ukiona mtu leo anapenda pesa sana, ako tayari kutoa uwai wa mtu aliye na ile pesa ili yeye apate ile pesa. Kuna watu ambao wameua watu wakabaki na zile pesa, na kuna watu kama Yuda tumekwambia, umeona katika maandiko Yuda Iskariota aliua Yesu maana alijua Yesu ndo alikuwa na pesa, alimuuza Yesu maana alijua Yesu ndo alikuwa na thamani, alijua Yesu ndo na anatakiwa pale, yeye akajua anaweza kujinufaisha kwa njia ya pesa <coughs> kwa njia ya Yesu. Kwa hiyo Yesu atusaidie sana, nataka nikufasirie kitu hapa ambacho kitakusaidia katika hii hali ya kuwa walio na vitu, ili sisi tubaki navyo. Kuna watu ambao wameharibu maisha ya watu wengine, ili wao wachukue nafasi za wale watu. Unakuta mtu anajua ndugu yangu ana kazi nzuri, yuko tayari kuharibu jina lako, yuko tayari kuharibu sifa zako, ili wewe utolewe pale, yeye achukue ile nafasi. Yuko tayari kukuharibia ndoa yako, achafue jina lako kwa mailos, achafue jina lako kwa mme wako, ili yeye achukuliwe pale, aolewe pale. Yuko, yuko tayari kuharibu utu wako, dignity yako, reputation yako aichafue. Yuko tayari kukuchonganisha na bosi, wewe ufukuzwe kazini, yeye apewe, sorry, apewe cheo chako. Hii ni asili ya watu wanaopenda pesa, ni kuua wale walio nazo, ili wao wabaki, wakizani ya kwamba kile kitu mwingine ako nacho yeye anaweza ku, nisikilize Pesa zangu zinanawiri katika mikono yangu kwa sababu ni zangu, na kwa sababu ni yaki yangu zangu, hata wewe nikikupatia hautaenda nazo mahali, kwa sababu sio ridhiki yako, ni yangu. Haleluya! Kuna mtu ambaye ameshapewa mtaji na ndugu yake hata mara tano, na hakuna siku amewahi kufanikiwa, na yule ndugu yake ambaye ana utajiri alianza na, na, na, na, na, na mtaji mdogo sana lakini leo ameendelea maendeleo makubwa sana, kwa sababu neema iliyo ndani ya mtu ina, inakuwa ni ya upekee, ni ya ubinafsi, haiko kwa kila mtu. Kila mmoja na neema yake. Kwa hiyo hata ukitoa uhai wa mtu yule, mtu hatabakia kuwa wewe na wewe ubakie kuwa yeye, au wewe hautakuwa kama yeye. Wachawi na waganga, watumishi wa Ibilisi, Shetani ndio wanaowadanganyeni ya kwamba Ukiua mtu utachukua nyota yake. Hakuna nyota ya mtu itakayoenda kwa mwingine, ni uongo. Shetani huwa anawadanganya tu. Wewe unatumikia nyota yako mwenyewe, kama hipo unatumikia hatima yako, ni hatima yako binafsi ndo huwa unaharibu, sio ya mtu mwingine. Mimi vya kwangu vitakuwa kwangu kwa wakati wangu. Kuna wakati unaweza ukadanganywa na shetani kwamba unatumia nyota yangu kumbe ni wakati wangu tu katika majira ya Mungu haujatimia, na wakati majira yangu yatanifikia, kronomita ya Mungu ikafika kwangu, utaona ninaanza kunawiri, na wewe unaendelea na ujinga wako kule. Kwa hiyo usije ukadanganywa na shetani, lakini ni asili ya watu waliotawaliwa na tamaa ya pesa, wanapendaga kumwaga damu ya wale watu walio na pesa, ili wao wabaki na zile. Ndiyo maana una umuhimu sana wa kutamani kufanya nini? Uwe na uwezo wa kutawala tamaa ya nani? Ya pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome katika kitabu cha Mika sura yake ya pili, mstari wa kwanza na wa pili. Mika sura ya pili, mstari wa kwanza na wa pili. Ninasoma katika jina la Yesu. Inasema hivi, Mika anasema hivi: Ole wao wa kusudi yao mambo maofu na kutenda mabaya vitandani mwao, kunapopambazuka asubuhi huyafanya, kwa sababu ya katika mawazo ya mikono yao, katika uwezo wa mikono yao, nao hutamani nao hutu, nao hutamani mashamba na kuyashika, na nyumba pia nao huzichukua, nao humwonea mtu na nyumba yake na mtu, e, mtu na urithi wake. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani unanielewa vizuri. Umesikia, ili ni neno la Mungu. Kwa hiyo ni Mungu anatuonyesha pale ya kwamba ile ndivyo wanavyokuwa maisha ya wale watu wanaofanya nini, wanaopenda pesa, ya kwamba vitandani mwao wanapolala, mawazo yao yote huwa yanaelekea kutenda mabaya tu kufanya nini? Kutenda mabaya. Na andiko linasema ya kwamba hawaishii hapo, wanaenda zaidi. Hawaishiagi hapo kivipi? Sasa neno la Bwana linatuonyesha ya kwamba wanakwaga, wanafanya juhudi kuhakikisha ya kwamba vile walivyotafakari katika usiku, asubuhi wanavitekeleza. Wana, wana, wanakania mashamba ya wengine, wanakania nyumba za wengine, urithi wa wengine, familia za watu wengine na kumalizia ni kupatie kisa kimoja katika Biblia. Ndani ya Biblia palikuwa na mtu mmoja alikuwa mfalme, anaitwa Ahabu. Huyu ni mfalme aliyetawala Israeli miaka mingi sana, pamoja na kuwa alikuwa anafanya mambo mengi mabaya tu, lakini hata hivyo alikuwa anaitawala nchi ile vibaya. Mungu atusaidie sana. Unipe sikio mtu wa Mungu, unisikilize kwa sababu nataka tu, tunaenda kumalizia malizia hivi Ahabu katika ufalme wake palikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Naboti. Naboti anaitwa Naboti Mwisraeli. Yule Naboti yule Mwisraeli alikuwa na shamba lake la mizabibu ambalo lilikuwa karibu na shamba, na na nyumba ya mfalme Ahabu, lakini lile shamba lile lilikuwa ni urithi. Bwana Yesu asifiwe sana, lilikuwa ni urithi wa Naboti aliyoupata kwa wazazi wake Haleluya! Yawezekana hata wewe unaweza kujikuta katika jaribio la namna hiyo. Biblia inasema ya kwamba mfalme Ahabu akatamani lile shamba la mizabibu la, nayo, la Naboti. Alafu akamwambia Naboti Mwisraeli, hivi nipe hili shamba lako la mizabibu liwe la kwangu, nitakupatia chochote unachotaka au nitakupatia shamba lingine la aina yoyote unalowe, unayoweza kupenda wewe. Lakini Biblia inatuambia hivi, Naboti akamwambia, hili shamba ni urithi wangu niliopewa na wazazi wangu, niliachiwa, na wewe ni mfalme wa Israeli unajua sheria ya Israeli urithi hauuzwaki, urithi niliyoachiwa na baba zangu lazima pia nitaachia watoto wangu. Lakini mfalme kwa sababu alikuwa na tamaa Biblia inasema alitoka pale, anafika kwake, anakataa kula chakula kwa sababu ya tamaa. Anatamani cha watu, anataka kile cha cha, cha, cha, cha, cha Naboti tu. Na mtu mwenye tamaa ya mali, mpendwa, huwa haridhiki. Biblia inasema Ahabu alikuwa na mali mengi, alikuwa na mashamba mengi, lakini alikosa amani juu ya shamba moja la urithi alilokuwa nalo Naboti. Unaona jinsi gani tamaa ya fedha inaweza kumfanya mtu kujisahau na kumfanya mtu kutokuridhika hata awe na nini katika maisha yake. Sijui kama wewe unaelewa haya mambo, na sijui unayachukuliaje mambo haya, na ni ombi langu kwa Mungu wa kweli aliye hai akusaidie uanze kuelewa haya mambo, yatakusaidia kabisa. Naboti Mwisraeli, Biblia inasema ya kwamba Ahabu alipofika kwake nyumbani akazungumza na mke wake, akakataa kula. Mke wake akamuuliza ni nini, anasema Naboti amekataa kuniuzia shamba lake. Ndipo Yezebeli mkewe Naboti akamwambia, kula chakula, mimi nitafanya mchama, nitakupatia hilo shamba la Naboti. Yezebeli alifanya nini? Aliita watu akawapanga akaandika barua ya uongo na ushuhuda, akapanga watu waje washuhudie mbele za watu ya kwamba Naboti ametukana Mungu na mfalme, amekufuru ili auliwe kwa mau. Wakamuua Naboti ili, na, ili, ili Ahabu achukue shamba achukue shamba la Naboti. Na kweli walimuua, walimuua Naboti, akafa, na wakafanikiwa kuchukua shamba lake. Lakini baada ya kuchukua shamba lake, kama vile Biblia inasema watu wenye tamaa ya mali huondoa maisha ya watu walio na mali ili wao waweze kuchukua vitu vyao. Maandiko yanasema baada ya pale laana iliingia katika maisha ya, ya, ya, ya mfalme Ahabu na Biblia ikasema ya kwamba kama vile damu mbwa walivyolamba walivyo, walivyo damu ya Naboti na damu ya mfalme na uzao wake italambwa katika Israeli na umbwa. Ahabu alikufa vibaya vitani na watu wa nyumbani mwake, na, na, na, na, Yezebeli alikufa vibaya, damu yake ikalambwa watu wa nyumba ya mfalme. Ilikuwa ni kifo kibaya sana, kwa sababu ya kumwaga damu ya mtu ambaye hakuwa na tia kisa, tamaa ya mali aliyokuwa nayo mfalme eh, Ahabu iliyomkosesha kuridhika na vile alivyokuwa navyo, akatamani na mwisho wa siku akaiangamiza familia vibaya. Haleluya! Jambo letu la mwisho na la nne na la mwisho ni katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya tano kuanzia mstari wa ishirini hadi ule ishirini na, na mbili, pana kisa kimoja na atu, eh, nini yetu ya tano ya, ya nne ina inasema hivi pointi yetu ya nne mitume waliepukana na tamaa ya fedha, kwa sababu walijua wapenda fedha siku zote hufa kifo cha wenye fedha. Yaani mtu ukiwa na tamaa ya pesa utaexchange maisha yako na maisha ya wale watu walio na pesa, walio na pesa. Haleluya. Yaani kuna watu wameexchange maisha yao na watu walio na pesa bila kujua. tusome kwanza maandiko utanielewa. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya tano mstari wa 20 hadi 22. Lakini Geazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama bwana wangu amemwachilia huyu na amani, Mshami asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama bwana aishivyo mimi nitamfuata mbio eh, nipokee kitu kwake. Basi geazi akamfuata namani, naye namani alipoona mtu anapiga eh, mtu apigaye mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini amlaki, akasema je, ni amani? Akasema amani. Bwana wangu amenituma na kusema tazama, sasa hivi wamenijia kutoka milimani mwa Efraimu vijana wawili na wa e, wana wa manabii uwape na kuomba talanta ya fedha na mavazi mawili. Akamwambia e, tusome sasa, tunaruka mstari wake wa ishirini na sita ishirini na sita inasema akamwambia, je, moyo wangu haukuenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ngombe na watumwa na wajakazi, basi ukoma wa naamani utakushika. E, basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na uzao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama teluji. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. hisi tunasoma ni habari za mtumishi wa Elisha ambaye alikuwa anaitwa kwa jina la Naamani. Sisi sote tunajua habari za Naamani. Namani alitumika na Elisha muda mwingi kabisa, lakini shida moja ya huyu mtumishi wa Elisha, Namani alikuwa na, sorry Geazi, nazungumzia Geazi. Shida moja ya huyu mtumishi wa, wa Elisha, huyu Geazi alikuwa na tamaa ya fedha. Ndiyo shida watumishi wengi wa Mungu ambao tunasoma katika Biblia, walitumika chini ya watumishi wengine, na wakati ambapo bwana zao walipoenda wale wanafunzi wale watumishi waliotumika chini yao, wao ndio walioendeleza zile huduma na kupa mfano. Huyo Elisha tunayezungumza habari zake alikuwa mtumishi wa Elia. Nabii Elia ndio baba yake wa imani, ndiye aliyemfunza kazi ya Mungu, ndiye aliyemlea kiimani. Na wakati ambapo Elisha e Elia ananyakuliwa na Mungu, akamwachia Elisha joo lake, akachukua vazi lake, akabaki anaendelea na ile kazi ya unabii Aliyokuwa nayo Eliya katika Israeli. Tunajua habari za mtumishi wa Mungu Joshua ambaye tumesoma habari zake, maandiko yanasema kama nilivyokuwa na Musa mtumishi wangu ndivyo nitakavyokuwa na wewe. Maana el, el, el, el, Joshua alimtumikia Mungu chini ya miguu ya Musa, na Musa alipoambiwa na Mungu, hautaingia katika nchi ya Kanani, utafia katika mlima huo Mungu alimwambia, weka mikono yako juu ya, ya, ya Joshua mwana, wanuni, mwana wa Nuni, maana yeye ndiye atawavusha hawa watu mto huo wa Yordani na kuwarithisha hiyo nchi. Kwa kwa hiyo eh, Joshua alichukua nafasi ya Musa katika taifa la Israeli, jambo ambalo unapaswa kuelewa. Sio huyo tu, kuna mtumishi mwingine tunamjua eh, Samueli Samueli, nabii Samueli na kuhani na mwamuzi katika Israeli, na yeye alichukua fimbo ya uongozi kutoka kwa kuhani Eli aliyemulea Samueli. Alipelekwa kwa Eli akiwa mtoto mdogo sana wa miaka kama miwili tu, ndo ameachishwa kunyonya na akakuwa miguni pa Eli mpaka wakati Eli amekufa, ndio Samueli akachukua fimbo ya uongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Geazi huyu ambaye tunazungumuza mambo yake, kwa sababu ya tamaa ya hela, tamaa ya pesa, tamaa ya fedha ndiyo alishindwa kuendelea na kazi ambayo bwana wake Elisha alikuwa nayo, na badala ya kufanya kazi ya unabii aliyokuwa nayo bwana wake Elisha, yeye alitoka akiwa na ukoma. Na si yeye tu, alichukua na laana ya ukoma kwa ajili ya familia yake yote. Kwa sababu gani? Alienda kupokea vitu ambavyo hakutakiwa kupokea kwa mtu aliyekuja navyo kutoa sadaka ili aponywe ukoma wake. Alipoponywa, Elisha akakataa kuchukua ile sadaka, akamwambia umepona, nenda kwa amani, katangaze ukuu wa Mungu wa Israeli. Lakini Geazi akasema Elisha amekosea, ameacha aje huyu mtu aende na hivi vitu vyote vingi. Kama Mungu aishivyo, mimi nitachukua kitu tu. Kweli utachukua kitu tue? Akachukua gari, akawasha, akamfuata. Bila kujua ya kwamba Elisha ni nabii wa Mungu, atajua yote yanayoendelea, kwa sababu mtu wa Mungu hajui kwa sababu yeye alikuwepo, bali yeye hujua kwa sababu Mungu anaona yote. Unawaza nini <tuhi> juu ya Mungu? Unawaza Mungu ni mtu ambaye unaweza kumuficha jambo lolote? Punguza tamaa ya fedha, itakusaidia. Biblia inasema ya kwamba Naamani akasimama Geazi, akafika akadanganya, kwa sababu ya tamaa ya pesa, akadanganya kwa jina la Elisha. Anasema Elisha amenituma kwa sababu amejiliwa na, na wana wa manabii wawili ambao wametoka katika nchi ya Efraimu, wanahitaji fedha kiasi, alafu pia na mavazi mawili, nipatie niwapelekee. Namani akampatia. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Geazi, Mungu akasema kwa sababu Geazi alienda kupokea sadaka, alienda kupokea fedha wakati ambapo hamkutakiwa kupokea. Amechukua ukoma wanani wa Namani. Ule ukoma ambao Namani alikuwa nao umegeuka kuwa wanani wa Geazi. Wangapi wameexchange maisha yao kupitia vitu ambavyo walivipokea kwa watu bila kujua? wangapi wamepokea vitu kwa watu bila kufanya nini? Bila kujua wangapi, wangapi. Mungu atusaidie sana. Leo ukiona mtu anagawa pesa, kuna watu wanapanda, wanapenda migao ya pesa za bure sana, bila kujua, wale watu wanaowapatia pesa za bure sio wote wenye nia njema, sio wote wa, wa, wa, wanaofanya hivyo kwa kusudi la Mungu wengine wamepewa hizo condition katika ulimwengu wa giza, wafanye hivyo katika maisha ya watu, ili kutumia hatima za wale watu, ili kubadilisha mapato ya watu. Wakati unachukua pesa kwa mtu, yeye anakunyang'anya hatima yako. Na haya mambo, mpendwa, yako katika maandiko, uwe makini. Wakati ambapo Esau alikubali mdengu ya Yakobo, aliuza haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo usije ukadhani ya kwamba siwezi, haiwezekani kwa pesa tu ama kwa chakula. Inawezekana, kwa sababu ndani ya Biblia iliwezekana. Esau alinyang'anywa haki ya mzaliwa wa kwanza kwa sababu ya chakula, mdengu. Sasa ni watu wangapi, kwa sababu ya tamaa ya pesa kushindwa kuzuia tamaa, wameuza haki zao, wameuza utajiri wao kwa sababu ya vidogo. Subiri wakati wa Mungu. Wapendwa, tuwe na tabia ya kuridhika, tuwe na tabia ya kungoja, tuwe na tabia ya kusubiri wakati wa Mungu. Kila wakati mnasema wakati wa Mungu ndio mzuri. Waingereza wanasema God's time is the best. Lakini hiyo God's time many of us, hawatakagi kuingoja. Watu wanaharakisha mambo, na mwisho wa siku, katika kuharakisha wanahatarisha maisha yao na wanapoteza maisha, hawafikii hata zile ndoto zao. Maana tumeuza mali zetu, tumeuza hatima zetu, tumebadilisha mbaraka wetu. Yakobo baada ya kuchukua mbaraka wa ndugu yake kwa njia ya chakula neno la Bwana linasema <laughs> wakati ambapo baba yao Isaka amekuwa amekuwa mkipofu mzee anataka kuacha ku, ku, amebariki mtoto wake ambaye anapaswa kuchukua. Ujue Mungu alivyo waajabu. kama umeweza kufanya upumbavu uka exchange mbaraka wako wewe mwenyewe kwa kutokuwa makini, Mungu hawiradhi na wapumbavu. Biblia inasema alihakikisha kwanza, Isaka ni kipofu, ili yule mbaraka ule usije ukaenda tena kwa Esau, wakati ambapo Esau mwenyewe alishaupeana kwa ndugu yake. Nacheza na Mungu wewe. Mungu atusaidie sana. Haleluya, neno la Bwana linasema Isaka alifanya juhudi ili amubariki Esau, lakini Mungu akatumia Rebeka mama yao, akamwambia Yakobo chukua mbuzi Akamchinjia, akamtengenezea, pelekea baba yako supu, nitafanya chukua. mavazi ya Esau akachukua mavazi ya Esau nini, chukua ngozi ya mbuzi, akamvika, nenda kwa baba yako. Baba anajaribu kusema, naona mwili ni wa Esau mwanangu, harufu ni ya Esau, lakini sauti ni ya Yakobo. Too late! Wakati Esau anarudia hivi, mbaraka umeshaenda kwa mtu aliyemuuzia. Bwana Yesu asifiwe sana na kuna watu wengi, kwa sababu ya kutokukuwa na uwezo wa kuzuia tamaa ya mwili, tamaa ya pesa, wameuza mambo yao mengi. Tamaa ya pesa tu, unaenda unapewa pesa, unalala na mume wa mtu. Wakati unalala na ule mwanaume, unauza ndoa yako, unaanza kutafuta kuolewa, unatafuta, ulishauza ndoa. Wengine wameuza uzao wengine walienda wakalala na watu kwa sababu ya pesa, waka exchange nyota zao, zinatumika na watu wengine, wa mama kama vile wana, wa, wa, wanaume. Ndiyo kuna vijana wamenyanganywa mali zao na wamama, shugamami kwa sababu ya tamaa ya pesa. Unataka uwe na gari, hauna kazi, unataka uwe na nyumba nzuri, haujapata kazi, hauna kipato, mwisho wa siku unaenda kwa mashugamami Wanajifanya masponsa lakini wananyang'anya vya kwako, wanavitumia wao. Haumeni ni wangapi leo, kila wanachojaribu inakuwa leo kwa ili limama, kesho wanabadilisha vimamamama, mamamama, mama, mama, mama, vingi, lakini hakuna kitu kinachoendeka tena katika maisha yao. Tumekuwa na vijana wengi mabali zuli, wanaishia tu maisha ya kulewa pombe, maisha tu ya uasherati kwa sababu walishachanganywa, waliuza responsibility zao, waliuza nguvu zao, waliuza uwezo wao, waliuza mamlaka yao, kwa pesa walizozichukua kwa vimama, walizovichukua kwa vibaba. Leo tuna wasichana wanatafuta ndoa kwa udi na uvumba, lakini hawazipati kwa sababu wali exchange ndoa wakati walipoenda kulala na vibaba ya watu ambavyo na, na sio wababa tu, ana vijana wadogo ambao wanatumika kwenye madhabahu ya shetani ni wengi siku hizi, na wanaonga pesa nyingi, wanatembea na wasichana kiolela, lakini lengo lao ni kutumia nyota za wale vijana, ni kutumia utajiri wa wale vijana, ndoa zenu, watoto wenu. Kuna wengine baada ya kulala na mwanaume fulani tu kila ukichukua ujauzito unaporomoka ujauzito unaporomoka, haujui shida ni nini. Ulishakauza uzao, haujawahi kujua. Tamaa ya pesa ilikufanya ukauza uzao. Kwa hiyo ninakusii sana, Mungu wa mbingu akusaidia, Mungu aliye hai akusaidie. Haya mambo yapo. Kitakachokusaidia, omba Mungu akupe moyo wa kuridhika, akupe uwezo wa kustahimili. Tamaa ya pesa inawezekana mpendwa. Omba Mungu akupe moyo wa subira. Uwe mtu wa kusubiri na kungojea wakati wa Mungu. Omba Mungu akupe uwezo wa kuona mambo mengine kuwa kawaida. Paulo anasema mambo yale yaliyokuwa ya faida kwangu nayahesabu na kuwa kama mavi. Mambo, mambo yale yaliyokuwa ya faida kwangu nayahesabu kama maji, kama mavi na mitume ndivyo. Haya ndio yaliyokuwa maisha ya mitume, vyote walivyokuwa wanaona kuwa vya thamani kabla ya kukutana na Yesu. Wakati walipo okutana na Yesu Kristo, waliona Yesu ndio wa thamani katika maisha yao, lakini vingine vyote waliviona kuwa vitu bure, havina maana katika maisha yao. Nakuombea katika jina la Yesu. Bwana wangu na Mwokozi wangu Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili nasema ni asante kwa sababu umeweza kunena nasi kwa marisi. Acha neno hili Baba lipate nafasi ndani ya moyo wa msikilizaji wangu ambaye umemneemisha kuweza kusikiliza neno lako. Hili si bure, umeruhusu haya ni kwa sababu na makusudi. Naye timiza neno lako, timiza makusudi yako, katende kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, acha neno hili lipate nafasi, uwezeshe kufanya maamuzi sahihi katika jina lako kuu Yesu Kristo, kitanwa majina yote, tunaomba na kuamini, nikishukuru na kusema amen. Mungu akubariki, shalom.